Anavyotuarifu mwanahabari wetu Brenda Wawire. Wito umetolewa kwa uongozi mpya utakaozinduliwa wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC kuhakikisha eneo bunge la Malava linagawanywa mara mbili. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya utalii nchini Benjamin Washalim, akizungumza katika shule ya msingi ya Samisi, eneo bunge la Malava, anadai kuwa eneo bunge la Malava ni kubwa mno, hali ambaye mwanyima wakaza Malava maendeleo kamilifu. Ikiwa kuna constituency western inafaulu kukatwa ziwe constituency mbili, itakuwa constituency ya Malava. Tafadhali uende uangalie kwa yale ka, ile kamati inatengenezwa, wakati hilo watakuwa na review boundaries za constituency, na tayari ziko due kwa sababu miaka kumi imeisha. Tafadhali tuangalie Wakati huo huo, msaidizi wa rais Faruk Kibet alimsuta gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembea kwa madai yake kwa ziara ya msaidizi huyu wa rais William Ruto ni wa kisiasa. Eneo hili tunataka sehemu hii iweze kwenda mbele. Tunajua mlipoteza mjumbe ambaye alikuwa anapenda maendeleo, ndio maana sisi kama marafiki tunaendelea kusema kwamba tufanye kazi mzuri hapa Malava. Ati natembea anasema ati mimi nizitembee Malava. Inawezekana? Sasa wewe unaanza kupinga maendeleo ya watu namna gani? si mimi nitembee Malava. Katibu katika wizara ya elimu Beatrice Inyangala, aliyekuwepo na viongozi hawa, ameusifia uamuzi wa mahakama kuhusu mfumo mpya ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu, akiutaja mfumo huo mpya kama suluhu kwa vizingiti vilivyokuwepo awali. Kuna watu walikuwa wameenda kotini kwa sababu walikuwa wanapinga hiyo mfumo ya serikali, ati kama wewe mama una uwezo kabisa serikali ikusaidie ulipe tu pesa kama elfu tatu kusomesha mtoto university. Nataka tushukuru kwa sababu koti imetupilia mbali sasa, serikali itasimama na nyinyi kwa hiyo maneno na watoto wenu watasaidiwa, tutasoma na tusonge mbele, sio ndio? Tunataka yeah, tuboreshe maisha ya familia yeah. Brenda Wawira, West TV, kutoka Samiti, eneo bunge la Malava, kaunti ya Kakamega.